<laughs> yeah. Kwani oye. Samia oye, Samia Samia Samia Samia, Oktoba Oktoba Oktoba Tunatiki, tunatiki tunatiki. Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wa mwenye Chama cha Mapinduzi na mgombea urais wa chama chetu, karibu Pwani. Ni furaha iliyoje kuwa nawe tena mkoani kwetu. Mara ya mwisho tulikuwa nawe pale Kwala wakati wa uzinduzi wa bandari kavu leo. Wakati ule ulikuwa unatimiza majukumu yako ya rais wa nchi, lakini leo umekuja kuomba ridhaa ya Wanapwani tukuchague kwa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. napenda kukuhakikishia napenda kukuhakikishia napenda kukuhakikishia, kwa mkoa wa Pwani tutakuchagua wewe, utapata kura nyingi sana zisizokuwa na mfano wake katika historia ya mkoa wetu. Lakini kwa nini, kwa nini tutakuchagua? Maelezo ya waheshimiwa wabunge yameeleza kwa ufasaha, wameeleza kwa ufasaha, na wengine waliopo ungewapa nafasi wangesema kama alivyosema waliopata bahati ya kuzungumza umezikabili kwa mafanikio changamoto zinazowakabili wananchi wa mkoa huu. Tena umezikabili kwa ufanisi, kwa umakini na ujasiri mkubwa. Mcheza kwao kutunzwa, umetutendea mema mengi umetutembelea mazuri mengi. Ni wajibu wetu sasa kukulipa mema, tutakulipa kama uliotutendea. Tutajaza kura kwa wingi mpaka zifurike kwenye sanduku la kura la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Oktoba, Oktoba Oktoba, Oktoba tunatiki, tunatiki, tunatiki Samia oye! Lakini tunatambua umuhimu wa kukuwezesha kufanya kazi kwa ufanisi kwa kukupatia wabunge wa Chama cha Mapinduzi tunakuhakikishia kama bunge linalomalizika sasa wabunge wote ni wa CCM na litakalokuja, kutoka Pwani wabunge wote ni wa CCM, na ninaamini kwa nchi nzima itakuwa hivyo hivyo pia. Tutakuletea madiwani wa chama cha Mapinduzi ili halmashauri za wilaya na miji zote ziwe chini ya uongozi wa chama cha mapinduzi. Hatuko tayari, Mheshimiwa rais na mgombea wetu, kuchanganya pumba na mchele. Katu hatufanyi biashara hiyo, tunayajua madhara yake na hatutathubutu kufanya hivyo. Ndio maana tunasema Oktoba tunatiki mara tatu kwako, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Bunge na Madiwani. Mwisho ni kupe pole na hongera kwa kampeni umechanja mbuga kweli kweli. Ulianzia Dar es Salaam, ukaja Morogoro, ukaja Dodoma mpaka nashindwa na nasahau, nashindwa hata kusema. Umetoka Lindi na Mtwara ndio umekuja hapa. Kinachonifurahisha na kutia moyo ni kwamba unaonekana una afya nzuri, unaonekana una afya njema. Naamini utamaliza salama. Tunakuombea umalize salama. Tena kwa ushindi mkubwa ili Watanzania waendelee kunufaika na uongozi wako. Umeiongoza nchi yetu vizuri. Wewe ni mama mwema. Unajali changamoto za wananchi unaowaongoza, na mwepesi kuchukua hatua kama zilivyoelezwa na waliotangulia kuzungumza. Nchi yetu ina umoja, nchi yenye makabila mia moja na ishirini, wa rangi mbalimbali waumini wa dini mbalimbali, lakini hakuna ugomvi wa kikabila, hakuna ugomvi wa kidini, wala hakuna ugomvi wa maeneo. Muungano wetu ni imara na bado unaendelea kuwa ni wa kupigiwa mfano barani Afrika na kwa nchi nyingine. Tunashukuru pia, nchi ni tulivu maendeleo ya kiuchumi na kijamii yanapatikana na yanaonekana, na una maono mazuri kwa miaka mitano ijayo mpaka miaka ishirini na mitano inayofuatia. Nimalize, nimalize kwa kukuombea tena. Kwa wanapwani tuchague CCM, tumchague rais Samia Suluhu Hassan aendelee kuongoza nchi. Tuko pamoja. Inua bendera nizione. Samia! Samia! Samia! Oktoba! Mheshimiwa Rais umewasikia mwenyewe. Wamenihakikishia kwa kwamba tutakupigia kura Oktoba, tena za kishindo kikubwa, hata mwenyewe utafurahi, utapata nguvu ya kufanya kazi kwa kuwatumikia wananchi wa Tanzania. Baada ya hayo, tugombee kampeni njema katika mkoa wetu wa Pwani na mikoa mingine ya nchi yetu unakoendelea kufanya kampeni. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wanapwani oye! Hebu weka mikono juu namna hii, kama una kiremba kama una kofia kama una bendera weka juu kabisa namna hii. Dokta Samia oye! Wale jamaa zetu wanaishiwa nini? Pawa, hawana nini? Pawa inaisha wanavyoona mgombea urais anavyochanja mbuga, wananchi wanavyomwelewa, na kazi kubwa ambayo imefanyika katika kuandaa ilani ya uchaguzi ya mwaka 25 kuelekea ishirini na thalathini. CCM oye! Naomba tupate burudani kwa ufupi. Tuanze na Rahimu Mtangi kwa dakika moja, karibu. Wakati huo, mama, ongea na mwanao mjiandaye. Karibuni sana.